Nadhani mnanisikia vizuri watanzania wenzangu, hawa watu tuwa amfolo wote, wote tusiwaache hata mmoja, kila mnafiki kama umemfolo kuanzia sasa hivi twendeni, aa wanafki wote twende kua amfolo wote awa ndio watu ambao wanashadidia, wanawapigia makofi sirikali, ikiwa sisi tunakufa tunauliwa kama kuku, wao ndio wanatucheka. Sasa tufanye kazi moja kuanzia sasahivi. kama una, kama una TikTok ya mtu, kama mfolo ya huyu, kama una Facebook yake una TikTok yake una Instagram yake Nendeni sasa hivi tuendeni wote wote, Tanzania yaani sisi ndo tunawashabikia, sisi ndo tunaenda kwenye show zao, sisi ndo tunaenda kwenye matamasha yao. Sasa hatuwezi kukubali, wengine si tunakufa, wengine wao wanatupigia miziki, wanatupigia show kwa kushabikia serikali ili tuzidi kuuliwa. Hawa sasa hivi wanajidai wanaenda kutoa misamaha, wanaomba msamaha ni wanafiki. Kuanzia sasa hivi twendeni wote tukarudishe followers zetu. Twendeni sasa hivi msisubiri chochote. Kila Mtanzania sasa hivi ni muda wako wa kwenda kutafuta haki yako kwa kila upande. Hao watu wamekataa kutusikiliza sisi, na watu wanakataa kufanya kazi na sisi, wanatuona sisi hatuna thamani yoyote ili kufa kwetu ni haki. Sasa kwa vile wao wameona kufa kwetu ni haki na sasa hivi sisi kila mnafiki au watu mnaona au wanafiki wote Twendeni tukarudishe followers zetu. Twendeni kila mmoja, kama amemfollow kati ya hao wapumbavu, nenda karudishe followers yako. Hawa ni wapumbavu, ni washenzi, ni wanafiki ambao wanatumia damu yetu kwa kutunyanyasa sisi, wanatumia nguvu zetu, jasho letu, alafu tena hawana hisani na sisi na hawataki kutujua. Sasa tufanye kazi, Watanzania wote kwa jumla, twende kuwaonyesha kama na sisi tuna uwezo, tunaweza. Serikali tushafanya tunachofanya na hao wasanii wote ni sisi ndo tunawasapoti. Twendeni tukaa follow account zao followers, kila mtu kama umemfollow, kashushe followers yako. Kama umemfollow, karudishe followers yako. Salamu alaikum.